Mheshimiwa naibu Spika, serikali inatambua changamoto ya uhaba wa malazi ya wanafunzi katika vyuo vikuu vya umma nchini, na katika kukabiliana na changamoto hiyo, serikali inaendelea na ujenzi wa mabweni mapya ishirini na sita katika kampasi kumi na mbili za vyuo vikuu vya umma nchini. Mabweni hayo yakikamilika, yatakuwa na uwezo wa kuhudumia wanafunzi 5,987 kwa wakati mmoja. Ujenzi wa majengo ya mabweni hayo unatarajiwa kukamilika mwaka 2026.